Kwingineko, kaimu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kamishina Valentino Mlowela amesema tayari ofisi yake ipo kwenye hatua za mwisho za uchunguzi wa kesi kubwa za rushwa 36 ambapo vigogo watakaobainika kujihusisha na matendo ya rushwa na ufisadi watafikishwa mahakamani. Miongoni mwa kesi hizo ni pamoja na ya aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa Raiko Mhandisi Benaradi Tito, ya ukiukwaji wa sheria na kanuni za kuwapatia na, na, na kanuni za kuwapata wazabuni, ukwepaji kodi wa kampuni ya mafuta ya Lake Oil ulioisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni nane nukta tano. Mwandishi wetu Immaculate Kilolia ana taarifa kamili. Kesi nyingine ni ya hati fungani na utakatishaji wa fedha wa malipo ya dola milioni sita kwa kampuni ya Egma kwa madai ya kuisaidia Tanzania kupata mkopo wa dola milioni mia sita na kesi ya ukiukwaji wa sheria manunuzi namba ishirini na moja ya mwaka elfu mbili na nne kwa TRL ya ununuzi wa mabewa ishirini na tano ya kokoto kutoka kampuni ya Hindustan Engineering and Industries Limited. Pia amesema TAKUKURU inafuatilia vigogo wote waliobainika kujihusisha na vitendo vya kifisadi kila baada ya serikali ya awamu ya tano inavyobaini kupitia operesheni kutumbua majipo, akiwemo mkurugenzi mkuu wa NIDA Dikson Maim na maofisa wengine wanne ambao walisimamishwa kazi Januari ishirini na tano mwaka huu. Amesema TAKUKURU imejipanga kikamilifu kutekeleza azma na dhamira ya rais wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, ya kupambana na mafisadi bila kuwaonea haya wala kuogopa kigogo yoyote. Imakret Kilulia, Star TV, Dar es Salaam.